Siku ya leo tumefarijika sana kupata ugeni kutoka benki ya Dunia ambao wamekuja kutembelea miradi yetu iliyofadhiliwa na benki ya Dunia, na hapa tupo katika mradi wa Igoole. Mradi huu unahudumia vijiji vitatu, Ikwega, Mkalala na Igoole yenyewe. Hapo awali, kabla programu ya PforR haijaanza, upatikanaji wa maji katika wilaya ya Mufindi ilikuwa asilimia 64, lakini kwa sasa mpaka leo inavyoongea upatikanaji wa maji umefikia asilimia 75. Na hii ni kwa sababu miradi hii upatikanaji wa fedha zake ni unapatikana kwa wakati na hivyo inatusaidia kufanya kazi kwa haraka zaidi. Na kwa sasa tumejipanga kuendelea zaidi na vijiji ambavyo bado havijafikiwa na huduma ya maji. Kwa wilaya ya Mufindi tuna vijiji vipatavyo 22 bado havijafikiwa na huduma ya maji. Kwa hiyo katika bajeti ijayo tumejikita zaidi kuvikava hivyo vijiji ambavyo havijafikiwa huduma ya maji. Pia katika wiki ya maji mwaka huu tumepanga zaidi kutembelea miradi ya maji, hasa kupanda miti katika vyanzo vya maji, miti ambayo ni rafiki. Kuna miti huku inaitwa ya mivengi, hiyo ndio tutaipanda zaidi, na tunashirikiana na watu wa misitu, ambao wameahidi kutupatia miti ipatao elfu kumi ipata kwa ajili ya kupanda katika vyanzo vya maji. Tumepanga kuwaita katika mikutano mbalimbali, kuwaelezea faida ya kuwa na maji nyumbani. Kwa mfano katika vijiji hivi vitatu vya Ikwega, Mkalala na Igoole, wananchi wengi zaidi wanatumia visima vifupi. Visima hivi vinajulikana kabisa kwamba sio maji salama, kwa hiyo tunawaelimisha zaidi wananchi wavute maji ambayo, sisi binafsi, mkakati wetu ni kuendelea kuwahamasisha zaidi, ili waweze kuelewa huu mradi na waone umuhimu kwamba maji yetu si ni maji safi, kwa sababu tunayatibu kwa kutumia klorini. Ni maji safi kabisa na salama. E, tumekuwa na wiki nzima hii sasa tukifanya e, e, ukaguzi wa miradi ambayo tunatekeleza chini ya programu ya PforR program ya e, tunafanya hivi mara e, mara mbili kwa kila mwaka, na lengo kubwa ni ku tuna support ile implementation team kwenye level za wilaya na mkoa a, mpaka taifa, kwa sababu hii mission mara nyingi tunakuwa task, task team ambayo ni eh, timu kutoka World Bank na timu kutoka serikalini tunakutana pamoja na tunatembelea baadhi ya maeneo ya utekelezaji. Kwa kwa awamu hii tulikuwa tunatembelea mikoa miwili ambayo ni Iringa na, na, na Dodoma. Na tulianza mkoa wa Dodoma wa, wa Iringa na kwa kweli tumetembelea wilaya mbili kule, tumetembelea wilaya ya Kilolo lakini pia wilaya ile ya Mfindi na hali kwa ujumla kwa mkoa wa Iringa tumeona eh, hali ya upatikanaji wa maji kuna ongezeko kubwa, kuna ongezeko kubwa eh, kwa sababu eh, kwa level ya mkoa tunatoka sasa sabini na mbili mpaka hata iko sabini na tisa na wana mipango mahususi ya kufika asilimia themanini na tano uh, ifikapo uh, mwisho wa mwaka huu tuna, tuna makubwa, makubwa. Kwa hiyo tuna mategemeo makubwa kwamba malengo yale ya taifa tutayafikia.